Rais wa Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ametangaza hali ya dharura ya kiusalama nchini humo kufuatia kuongezeka kwa matukio ya uvunjifu wa amani, ugaidi na uhalifu katika maeneo mbalimbali ya Taifa hilo lililopo magharibi mwa Afrika. Akihutubia taifa la Nigeria, Novemba 26, 2025, Tinubu amesema hatua hiyo inalenga kuongeza nguvu za kiulinzi na kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama kukabiliana na wimbi la mashambulizi yaliyoathiri baadhi ya majimbo kadhaa katika nchi hiyo. Katika hotuba yake Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa maafisa elfu ishirini wa ziada wa polisi ili kuongeza idadi ya askari na kufikia jumla ya askari elfu hamsini ili iliyokabiliane na changamoto za kiusalama nchini humo. Kutangazwa kwa hali ya dharura ya kiusalama nchini Nigeria kuna kuja mara baada ya kuwepo kwa mfululizo wa matukio ya uvunjifu wa amani ikiwemo utekaji wa wanafunzi, mauaji ya raia vijijini na mashambulizi ya wa wanamgamba, huku visa vya kuvamiwa kwa shule, makanisa, misikiti na mabasi ya abiria vikiongezeka na kusababisha hofu miongoni mwa wananchi nchini humo. Mashambulizi hayo yamekuwa yakifanywa na makundi ya wahalifu ambao wameendelea kutumia mianya ya kiusalama kutekeleza matukio ya utekaji kwa ajili ya kujipatia fedha za ukombozi, huku majimbo ya Kebbi, Kwara, naija Zamfara bono na Yobe yakiripotiwa kukumbwa na matukio hayo zaidi. Mfululizo wa matukio katika maeneo hayo umesababisha adha mbalimbali mbali kwa wananchi na wakazi wa maeneo husika, huku shughuli za kijamii na kiuchumi zikiyumba, shule zikifungwa na wakazi wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Aidha, Tinubu ameruhusu kambi za huduma ya taifa kwa vijana nchini humo kutumika kama vituo vya mafunzo kwa maafisa wapya, wakati maafisa waliokuwa wakihudumu katika ulinzi wa watu mashuhuri wakiwemo viongozi bibal nchini humo wakitakiwa kupisha nafasi na kupatiwa mafunzo ya haraka kabla ya kutumwa katika maeneo hatarishi zaidi. Katika hatua nyingine, Tunubu ameigiza idara ya ujasusi nchini humo kuwapeleka mara moja walinzi wa misitu waliofunzwa kudhibiti magaidi na wahalifu wanaojificha kwenye misitu, akisisitiza kuwa katika misitu hiyo hakutakuwa tena maficho kwa adui wa taifa hilo. bali na kutangaza hali ya dharula, Tinubu amepongeza maafisa wa usalama nchini humo kwa mafanikio ya kuwaokoa wasichana 24 wa shule ya Kebi na waumini 38 waliotekwa katika jimbo la Kwara, akiahidi kuongeza jitihada za kuwaokoa wanafunzi waliotekwa katika shule ya Katoliki iliyopo jimbo la Niger pamoja na wanaijeria wengine ambao bado wanashikiliwa mateka. Katika hatua ya kisheria Tinubu ameliomba bunge la Nigeria kuanza kupitia sheria zitakazowezesha majimbo kuanzisha polisi wa majimboni ikiwa yanahitaji kufanya hivyo na kuzitaka taasisi za elimu na nyumba za ibada katika maeneo hatarishi kuimarisha ulinzi na kushiriki na vyombo vya usalama. Hata hivyo, kabla nchi hiyo kutangaza hali ya dharura ya kiusalama, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa kuna mauaji ya kimbari dhidi wa ya Wakristo yanaendelea nchini humo.